Wanaume wanateseka tena. Nataka dada zangu wanisikilize, maana hii itawekwa YouTube yote, wataipata wanaume walalamika na wateseka kwa sababu wanawake majumbani, hili la kwamba wanapoamrishwa watii hawatii. Wanawake wanakwenda na vichwa vyao, sisemi wote, wengi wao wanakwenda na vichwa vyao, akwambia mimi sikufungwa kwetu, kwa baba yangu, huwezi ukanifunga wewe. Mimi nitatoka na nitakwenda kwa time ninaotaka na pahali ninapotaka, kwa muda ninaotaka, kwa mapenzi yangu mwenyewe, so usiniingilie kabisa. It's not your business. <laughs> hii si kazi yako wewe. Haya ndio mateso mwanamume iwaungulika, kuwa yeye ni kawam ndani ya nyumba. Na baadhi ya wanaume ni watu hawawezi vita, hawataki kupiga wake wa, wa zao. Sasa wanaungulika ndani kwa ndani, wallahi wachunguzeni. Baadhi yao presha, baadhi yao masukari, baadhi yao wallahi ni stress za wake zao majumbani. Na hili linafanya mpaka baadhi ya vijana wakisikiliza habari hizi waseme sasa hivi kuoa no. Ikiwa mambo ya ndoa tunayoyasikia litaskunu ilehi hakumbe mateso, sioe. Nakumbuka tu kisa kimoja, kuna mabwana fulani nimekitoa mara nyingi kisa lakini w anakipenda. Kuna mabwana fulani walikuwa ni marafiki, wakikutana hapa blue room kila saa nne watoka maofisini mwao Mombasa, ile sio hii mambo taabani 3 tu skuhitaawashiringitautupat maisha magumu. Basi wenyewe wakaenda pale, wakinywa chai zao, wakizungumza. Kuna mmoja pale pal anamoto wambi, nyini wake majumbani kisha hamtulii majumbani mwenu, chai mko hapa, lunch mko hapa, Mukiru majumbani ni usiku mimi hehehe, ngojeni nione, mimi nikioa tu, kitu cha kwanza blue room hamunioni mimi, chai yangu na mke wangu nyumbani. Jamaa akamwambia tutakuona kweli. Yule bwana akaoa, na alitekeleza hadi yake. Baada ya kuoa tu, wiki kama mbili tatu hivi, hayuko blue room. Wiki ya nne ankuje, jamaa muuliza, tupe habari, mbona leo umekuja? Akamwambia niacheni, hata nikiva shati vifungo funga ndani ya gari Yani ule moto uliokule nyumbani hata ule muda wa kusema malize kufunga shati pia atachelewa, presha asemia hutoka kweo. Yani kwa hiyo yale mlikuwa mkiyazungumza nimeyaona kwa macho yangu. Vijana siwatishia, tutazungumzia hali na wakati mambo vile yalivyo, lakini si kawaida kwamba wanawake wote wako hivyo. Kwa hivyo leo, matatizo ya wanaume wengi, wanalia kuwa wake zao hawatii amri zao. Usiende mke wangu mahali fulani, mtakwenda mke wangu usifanye jambo fulani, tena sio katika maasi ya jambo la khairi. Yani wamkataza asifanye baya, wamwamrisha fanye mazuri. Unalomwamrisha yeye halifanyi, unalomkataza yeye ndio alifanya, tena kwa kichwa chake na mdomo. Jamani, sikilizeni, kuzungumza inachukua sehemu kubwa katika kujenga maisha ya wanandoa wengi. Katika nisemeje, wake zetu ama wanawake wetu, wake zetu, kina mama kwa ujumla, wengi wao kuzungumza hawajui. Haya si yangu wanawake, nisikilizeni. Wanaume ndio hushtakia hayo, kwamba wanawake hawajui kuzungumza. Atazungumza neno, yeye atalifanya lila kawaida, shekhe, limepasua moyo wako mara kumi, yeye kwake ni jambo la kawaida tu. Aweza ukaingia nyumbani, mkeo hayupo, ghafla ameingia: assalamu alaikum. Wake fulani kwanza taka kuangalia, waalaikum wa salam. Haya naambii kwa, kwa nile kuambia mimi nitakuambia nani? Si mimi nimekuwa mkuu tu. Lakini kuonyesha kwamba yeye jasiri kakaa na subiri utakalo nizungumza kupe jawabu yako. Haya niambie. Ah ha, alikuwa anakuuliza tu kutoka wapi? Natoka Splendid. Eh? Ah ha, anakuuliza tu mke wangu kutoka wapi? Mtoka kutafuta waume? Sasa yamekujaje? Eh utaniulizaje hivyo? Na nishufu. Alikuwaweza kusema tu natoka kwa shangazi yangu, natoka sokoni. Simple, na mambo yakaisha. Yalikujaje haya, nato kutafuta wanaume? Upotofu wa ulimi wa maneno. Sasa hapo ameshakuumiza hivi, yaani kuna na wengine badala yangu mimi, utajua wewe hapo, e, utajua mimi utajiju, yani wakupa mshindo mmoja mmoja, hh maneno kukuumiza roho yako. Sasa kuna baadhi ya wanaume wengine hawawezi hayo mambo, shekh, ndio pale utasikia kofi, konde, ngumi, talaka kuna wengine kama kina fulani na wajua, basi watavumilia hata shati lake maskini na machozi, utamwona msikitini shekhe, utafikiri jamaa kageuka leo, kaa mcha Mungu, mchamungu sana, kumbe shekhe, dhiki za mke wake tasubihi hapa, la kufanya yani, hana la kufanya. hana la kufanya wallahi. Ndugu zangu au dada zangu kwa ujumla, kuna wanaume walia na kulia, kwa wanaume kama tulivyosema wa mwanzo, ni mashtaka, sio lazima alie machozi, lakini wanalia kwa sababu nyumba moto.